Kazi mkono unaopata maono na kutafuta na kufanya ujenzi wa kazi ya kujenga jamii ule mkono ubarikiwe. <totipa> yume mekaa hapa muda mrefu haikuwa na kazi, lakini maono ambayo naumeipata, Mungu wabariki <totipa> sichoke katika kutenda mema. Sasa mweshimiwa wa oeesti msimamizi wa soeresi ambali mia

Tibu wa shirika la Soferes nimefurahi kwa siku ya leo sana, kwa sababu tumepata nafasi kwa muda mchache kuja kushiriki kwenye launch ya hizi zote activity au haya yote mangazi kwa siku ya leo. Kwa kifupi, mimi sitokuwa sana na mambo mengi ya kuongea, isipokuwa tu nitachukua mambo matatu ambayo kwa siku ya leo nitakwenda kuyaongea na ambayo yatakwenda kuhusu, kwanza shirika lakini pia waalikwa wengine na zaidi ya yote kwenu ninyi ambao ni wanafunzi kwenye programs au mipango hii ambayo itakwenda kufanyika kwa, tunajua kwamba mashirika ya kijamii ambayo yanakwenda kupatikana hapa ndani ya kambi ya Zaleka yanakuwa na lengo moja, ijapokuwa yanaweza kuwa na majina tofauti tofauti, ama yanaweza kuwa yanakaa tofauti tofauti lakini lengo ni moja la kuendelea kusaidia jamii yetu ya wakimbizi wa Zalem. Kwa hiyo kupitia shirika hili ambalo limekwenda kuanza mpango huu wa ku recruit watu na kutaka kuwafundisha kuhusu maskills tofauti tofauti, ya yakiwemo mambo ya makeup na mengine yote ambayo atakayofuatia hapo mbele upande wetu, kama vile shirika la Sofres ambalo nalo limekuwa na siku nyingi sana kwenye hali ya kuwafundisha watu especially wa mama ambao wanakwenda kupatikana na shida tofauti tofauti hapa ndani ya Zaleka. Tulijisikia furaha sana tuliposikia kwamba kuna wanafunzi wengine ambao watakwenda kuwa tayari kwa ajili ya kusoma ili wajiendeleze kimaisha. Wamama oye! Oye! pamoja na hayo sasa tofauti na kuwa na furaha sana, tulipenda tutoe labda ushauri kwenu ninyi ambao ni wanafunzi ambao mmekwenda kujiunga na programu hii. Ni kweli kwamba tunapitia changamoto nyingi hapa ndani ya kambi ya Zadeka na ambazo zinasababisha walio wengi wa mama wasichana na hasa watu ambao hawana sapoti wanaweza kuwa wanaenda katika njia tofauti tofauti ambazo labda wanafikiria kwamba zitakwenda kuwasaidia, lakini mwisho wa siku au mwisho wa mwaka, anakuta hizo njia zinakwenda kuwafikisha babaye. Lakini kunapokuja mipango kama na hii, inakwenda kusaidia akinamama ativisti wasome kwa muda mchache, waende kujikwamua kiuchumi lakini tunajua pia kwamba ndani ya kambi ya Zaleka kuna mashirika mengi sana ambayo yanakwenda kutoa programu kama na hizi za kuwafundisha wamama kuhusu kazi za mikono, lakini watu wanaposoma, wakishamaliza kugraduate, wanakwenda kubaki majumbani. Sasa hiyo inakwenda kuleta kidogo uzuni. Kwa hiyo sasa, shirika hili ambalo limekwenda kusimama kwa ajili ya kutaka kuwafundisha sisi kama vile shirika la Sofres na hasa mimi binafsi tutakwenda kusimama bega kwa bega na hili shirika ili kuhakikisha kwamba mnakwenda kuanza masomo yenu, mnaendelea na masomo yenu na munakwenda kuyamaliza, na sisi tunakwenda kuwa nao karibu sana. Pamoja na hayo, tunajua kwamba pia baada ya kumaliza masomo inawezekana una maproces ambazo tunakwenda kutumika za baadhi ya mashirika. Mkishamaliza kusoma, mnapewa sertifika, mnabakia huko sasa hadi kama na hizo zinakwenda kusababisha wamama wengi, hata baada ya kusoma, hata kuwa na kazi, kwa sababu mtaji acie atautoa watu kwa sababu hata kufungua saluni inahitaji nini? Franga pata nafasi ya kupanga ama ya kuanzisha biashara yako inahitaji nini? Pesa. Kwa hiyo sisi kama vile shirika la Sofres tutasimama na hilo shirika pamoja na ningi kuhakikisha kwamba tunapata solution ya matitizo ambayo mutakwenda kuyakumbana nayo, ili muhakikishe kwamba mnakwenza kuanzisha biashara yenu. Pamoja na hayo, kwenye shirika letu la Sofres tuna mipango tofauti tofauti, tunajua kwamba tunakwenda kuwasapoti watu kuhusu jinsi gani ya kuanzisha mas business maanake makazi mdogo mudogo. Kwanza tunawafundisha na sisi lakini, pia tunawasapoti kwa upande wa kutoa ile kidogo ya pesa ambacho takwenda kuwasaidia kulipa renti na kuanza mambo yao. Kwa hiyo na sisi vile vile, kwa sababu tumesha kolaborati na ile shirika tutakuwa karibu nalo ili kuwasapoti na nini muanze maaktiviti zeni. Kwa hiyo tutaendelea kuwatafutia njia nyingine au njia tofauti tofauti kuhakikisha kwamba watu wengine wanawafahamu na ikiwezekana wanaendelea nao kutoa msaada kulingana na uwezo wao. Wow. Kwa hiyo nafikiri kwamba hivi vitakwenda pia kusaidia kuwakuza, lakini pia kusapoti hii program, hata na program zingine ambazo zitakuja hapo mbele. Kwa hiyo kwa kifupi niseme kwamba nashukuru sana ujio wenu na uwepo wenu mahali hapa na zaidi ya yote na watakia kila laheri, na nitaendelea kuwa pamoja nanyi kuanzia hivi hadi siku ambayo mtakwenda kumaliza program na kuendelea na kazi zenu. Mungu awabariki sana.